Mimi hapa naitwa Julius Nade kutoka Sangeo Magugu. Kwa kweli, kwa kuhusu hili tukio lililotokea usiku wa kuamkia leo limetutisha sana katika mashambani, mpaka limetupa hata hofu ya kuendelea hata kulinda huko usiku, kwa sababu hatari tuliyopata, tuliyokutana nalo, kwa sababu tulikuwa tunawazuia wale wanyama katika mashamba yetu wasiendelee kuathiri, lakini pasipo wakati tunaendelea kuwazuia ili wanyama wasiingia kwenye mashamba yetu, ili wasiasiri mashamba yetu, wanyama walijaribu kulazimisha kuingia mashambani kwa nguvu. Wakati wanaingia kwa nguvu, tukaendelea na sisi kuweka mgomo ili wasiweze kuingia kwenye mashamba yetu, yasiasiri mashamba yetu, lakini tofauti na hapo, wanyama walitumia nguvu, wakaamua kupiga na hata na kile chombo chenyewe tulikuwa tunacho ilikuwa kinatusaidia kuzuia kwa ajili ya kuzuia wale wanyama kuwarudisha kulini, walikuwa na uogopa mara ya kwanza. Kweli walikuwa na uogopa sana. Chombo gani hicho chombo? chombo. Chombo ni trekta, aina ya New Holland . Ilikuwa inasaidia ina, ina, ina sana kuzuia, lakini sasa hivi inaonekana hata hao wanyama wameshazoea, wameshazoea hata huo mlio wa trekta. Maana tukiwapigia honi tukiwatishatisha tisha na trekta wakati ule mgurumo inaonekana kwamba tayari sasa hivi wameshazoea. Kwa jina naitwa Tito Mikaeli Motori, mkazi wa kijiji cha Sangaiwe, ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji alafu pia ni katibu wa kamati ya ulinzi na usalama. Kweli tulifika kwenye lile tukio, sisi kama mashuhuda, lile tukio lilikuwa ni zito, ilikuwa ni kifo lakini Mungu amenusuru, kwa sababu vijana walivyoona kwamba yule tembo amewageukia waliamua kuruka kwenye trekta. Ikafika wakati tembo akaanza kushambulia ile trekta. Kiukweli imeleta hofu kwa vijana ambao wanaolinda. Tuna, tunaomba serikali au jumuiya hizi za hifadhi tulizonazo watupe kampani kwa ajili ya ulinzi, kwa sababu tunajuibu tunatawa pale, wanaokusanya mapato ndani ya serikali. Tunaomba watuangalie kwa jicho la tatu. Mimi naitwa John Vallerian Chimpo, mwenyekiti wa kitongoji cha Sangaiwe. Kweli kwa sasa hivi ni kipindi cha ulinzi wa mazao wa wanyama porini, tuko kwenye ulinzi kwa kipindi hiki. Lakini kuna jambo limetokea jana usiku wa kuamkia leo, kwamba kuna tembo moja ameshambulia, ameshambulia chombo tunachotumia katika ulinzi, ambayo ni trekta aina ya New Holland, baada ya kuwatoa mashambani, wakati tunaendelea kuwatoa mashambani ilipofika hapo maliza tu shamba likuwa katikati ya shamba moja la ufuta, akageuka akaanza kushambulia. Bahati nzuri hajazuru binadamu, bali ameshambulia hiyo trekta, trekta kwa ujumla imeumia sehemu za juu. Ni kweli kwa hali ilivyoonyesha, kwa, kwa, kwa leo hali ni mbaya, mpaka vijana wamekata tamaa kwamba kile kilichokuwa kinawasaidia kinaanza kushambuliwa, kwa hiyo tayari kimeshaonyesha changamoto kubwa kwamba kwa sasa vijana wamekata tamaa.